Shilingi bilioni 62.5 zatengwa kwa bima ya afya ya kaya laki tisa. Serikali kupitia Wizara ya Afya inatarajiwa kuanza kulipia ada za bima ya afya kiasi cha shilingi bilioni 62.5 kwa kaya laki tisa zenye kipato cha chini chini ya Mpango wa Bima ya Afya kwa Wote, kuanzia Januari 2026. Takwimu hizo mpya zilitangazwa Jumatatu, disemba 2025 katika mkutano uliolenga kutoa elimu kwa wataalamu wa afya, watendaji wa wilaya, wakurugenzi na wenye viti wa almashauri katika mkoa wa Kagera. Mratibu wa kitaifa wa programu ya elimu ya bima ya afya kwa wote, Bwana Said Makora, aliuambia mkutano huo kuwa sheria inaelekeza serikali, kupitia mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF kugaramia ada za bima kwa kaya zisizo na uwezo wa kulipa kwa kuchangia shilingi laki moja na hamsini kwa kila kaya yenye wanachama sita. Aliongeza kuwa kwa sasa nchi ina kaya milioni tatu laki tisa na kumi na tisa elfu zisizo na uwezo wa kulipa ambazo zitanufaika na awamu ya majaribio ya sheria ya bima ya afya kwa wote inayotarajiwa kuanza Januari 2026. Alisema serikali inapanga kuanza na kaya laki tisa zilizochaguliwa kati ya karibu kaya milioni nne zenye kipato cha chini. Nasistiza kuwa viongozi wa serikali na wa dini wasaidie katika kutambua kwa usahihi kaya zisizo na uwezo wa kulipia bima ya afya, alisema. Bwana Makora alisema serikali imekusanya shilingi bilioni 62.5 kuanzia Julai hadi Novemba 2025 ili kusaidia kaya hizo laki tisa zenye kipato cha chini. Kwa mujibu wake, hatua hizo ni maandalizi ya utekelezaji wa mpango wa majaribio ambao ulizinduliwa mwaka 2023 na kuanza kutekelezwa rasmi Agosti 16, 2024 TS 74A. Kanuni za utekelezaji zilichapishwa Septemba 13, 2024 TS 809. Aidha, Bwana Makora alisema kwa sasa asilimia 80 ya wananchi wanapata huduma za afya katika zahanati na vituo vya afya vya karibu, huku asilimia 20 wakipata huduma katika hospitali za rufaa za mikoa. Mpango huo utawawezesha wananchi kuchangia gharama za matibabu mapema, wakati serikali ikigharamia kaya zenye kipato cha chini, hivyo kukuza uwajibikaji wa pamoja. Sheria au dhana hii inaruhusu watu kuchangisha fedha kwa ajili ya matibabu sawa na vikundi vya kuweka akiba. Wazo ni kuchangia kwa pamoja ili huduma zipatikane kwa urahisi, alieleza. Aliongeza kuwa jukumu la serikali ni kuhakikisha miundombinu ya afya ikiwemo vituo, wataalamu wa afya na vifaa tiba inapatikana kote nchini. Chini ya sheria hiyo wananchi wote watalazimika kuwa na bima ya afya ndani ya kipindi cha miaka mitatu, baada ya kampeni za elimu na uhamasishaji kuhusu mpango huo. Viongozi wa mikoa na halmashauri wamepewa jukumu la kusaidia mamlaka husika kutambua kaya zisizo na uwezo wa kulipia ada na kuhakikisha ushirikiano. Nawasihi viongozi wa kamati za bima ya afya kitaifa kusaidia kuwatambua wale wasio na uwezo, alisema. Kamishna wa mkoa wa Kagera Bi Fatma Mwasa alisema mkoa unaendelea kuimarisha miundombinu ya huduma za afya. Alibainisha kuwa vituo 372 kati ya 393 vya huduma za afya tayari vimesajiliwa na mamlaka ya udhibiti wa bima ya afya kwa wote kama inavyotakiwa na sheria ya bima ya afya kwa wote ili kuhakikisha kila kituo kinapata ithibati nazihimiza vituo 21 na vilivyosalia kujisajili mara moja ili kuzingatia mfumo wa bima ya afya kwa wote, alisema Bi Mwasa. Alitoa maelekezo mahsus kuhakikisha mkoa wa Kagera unatekeleza sheria ya bima ya afya kwa wote ndani ya siku mia moja za mwanzo za serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kuanzia Januari 2026. Aliwataka watendaji wa wilaya wakurugenzi, wenyeviti wa almashauri na wataalamu wote wa afya kuhakikisha vituo vya afya viko tayari kikamilifu, vikiwa na miundombinu, huduma na vifaa tiba vya kutosha. Pia alizitaka almashauri zote katika mkoa huo kutenga bajeti za kusaidia uendeshaji wa vituo hivyo katika hatua za awali, pamoja na kuanzisha mifumo madhubuti ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA.